Kwamba mnamo tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya asubuhi jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limeweza kupokea taarifa kutoka kwa mtu ambaye anaitwa Cjembugi Emanuel mwenye umri wa miaka 31 mkazi wa Iwambi ambaye ni mke wa Mparuka Saidi Nyagari almaarufu Mdude kuwa mnamo tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya sanane za usiku wakiwa wamelala huko mtaa wa Ivanga kata ya Iwambi jijini Mbeya, kwamba kuna watu wasiofahamika waliovamia baada ya kuvunja mlango na kuingia ndani na kisha kumjeruhi Mparuka Saidi Nyagari au maarufu Ndude sehemu mbalimbali za mwili wake. Aidha, watu hao baada ya tukio hilo walifanikiwa kutoweka na mhanga huyo. Naye jeshi la polisi mkoa Mbeya linakanusha taarifa zinazosambaa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii ambayo linadai askari polisi kuhusika na tukio hili. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na ufuatiliaji ili kumpata mwanga huyo na kuwabaini waliohusika katika tukio hili kwa hatua zaidi za kisheria. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa Mbeya linatoa wito kwa yoyote mwenye taarifa za mahali alipomparuka Saidi Nyagali au maarufu Mdude, azitoe ili kufanikisha kumpata, pamoja na taarifa za watu waliohusika katika tukio hili tuweze kuwakamata.